zangu Waislamu katika kanti yetu, nchi yetu ya Tanzania mwaka huu tunavyoambiwa ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu wa uchaguzi, inatakikana sisi waislamu tuangalie taratibu ya dini yetu imetuhusia nini. Kwanza, kule kushikamana na kamba dini ya Mwenyezi Mungu ni jambo la lazima kwa kila mwislamu. Kule kuwa na utulivu ni jambo la lazima la kila mwislamu. Kwa hivyo, katika mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi sisi kila mwislamu ajue kuwa mwaka huu ni mwaka uchaguzi kidunia, lakini kwetu sisi waislamu tunatakikana tuwe na utulivu wa hali ya juu, na tumwombe Mwenyezi Mungu, amani hii tulionayo aendelee kututumisha na amani hii. Ndugu zangu waislamu, tukiachana na jambo hilo ambalo liko mbele yetu na kila mwislamu apaswa kuombea, tunaambiwa si viongozi wenu wa dini tunahusia, mwende katika viwanja vya kampeni msikilize sera, lakini sera za matusi msisikilize, sera za kugawanya watanzania msisikilize, kwa sababu tayari dini yetu imeshakataza mambo kama hayo. Ndugu zangu Waislamu, tukiachana na wa swala hilo la uchaguzi ambao uko mbele yetu, kila mmoja ana haki ya kupiga kura na haki ya kumchagua mtu anemtaka, lakini si kama Waislamu, kazi yetu kubwa ni kulingania amani katika taifa letu hili la Tanzania. Si kama viongozi wa dini kazi yetu kubwa ni kulingania amani. Amani ikipotea basi, hakuna atakayeweza kuirudisha amani ile. Tusiangalie media mbalimbali za uchochezi katika kuharibu amani ya nchi yetu. Tuko katika lango kuu, mpaka mkubwa ambao unaingiza mengi katika nchi yetu ya Tanzania. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amani tuliona Tanzania iendelee kudumu. Tukiachana na swala hili la uchaguzi tuingie katika mfumo mzima wa elimu iqra. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juu ya haya yote ambaye tunayapata katika Qurani takatifu, juu ya sura ya Ibrahim, mambo yote haya ya Ibrahim, mtume wetu Muhammad, mtume wetu Muhammad. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametokana na kizazi cha Nabii Ibrahim katika watoto wawili wa Nabii Ibrahim ambayo mawaiza ya kwanza kama ulikuwa umewahi ungepata faida zaidi, lakini kati ya watoto wawili Ismaili ndo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepatikana mtume wetu katika uzao wa Nabii Ismail. Leo tunazungumzia kuwa Ibrahimu hakuwa wa Myahudi wala Muarabu, bali alikuwa ni kipenzi cha nani? cha Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tunamzungumzia Ibrahim, Nabii Ibrahim ndio aliyejenga Al-Kaaba kisha kaambia waite watu waingie waje katika kufanya ibada ya dini al katika Alkaba, lakini sauti yake je, ilifika? Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo ameweza ame kufanya kazi hiyo ya kuwaita watu na kuwakusanya watu sehemu moja, kama tulivyokusanya sehemu moja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi tuendelee kukusanyika katika mawanja mbalimbali mbali ya dini yetu hii, ndugu zangu Waislamu. Inna dini inda Allahi ilislam, kuonyesha Uislamu si wa leo wala si wa jana ni kupitia nabi Ibrahim alayhi salamu. Nabi Ibrahim kama tunavyoona yendo aliojenga Alkaba, ni wakina nani wa kwenda katika Alkaba hile? Ni waislamu wote dunia nzima, haipasi kueleza zaidi wkirtadi inna lilahi, lakini tayari ishara ya Allah subhanahu wataala tayari ameshatupa kupitia nabii Ibrahim, tayari ameshatupa kupitia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tunapozungumzia swala zima la elimu, kwa elimu, kuwa elimu ndio uhai wa nini? Uhai wa Uislamu. Elimu ndio uhai wa Uislamu. Kinamama, naomba mnukuu maneno haya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema wa uh, elimu ndio uhai wa Uislamu ikiwa katika majumba yetu vijana wetu watu wasome Qur'ani na haijazungumziwa tu Qur'ani tu pekee Uislamu ikiwa katika majumba yetu vijana wetu watu wasome Qur'ani na haijazungumziwa tu Qur'ani tu pekee yake, la imezungumziwa pamoja na elimu ya mazingira. Leo tuko na vijana wengi, shule zimefungwa na baadhi wengine hawajafunga shule, lakini tumeambiwa tusiposoma elimu hii ya mazingira, jasho jingi litatutoka na kipato kidogo tutakuwa nacho, na tutaua taifa letu. Hii elimu hii ya mazingira tunaambiwa school shuleni, lazima tupambane, watoto wetu wasome. Na vijana ambao mko katika mashule mbalimbali, someni kwa ajili ya kuja kujenga maisha yenu pamoja na kujenga taifa lenu. Kwa elimu ya msingi Elimu ya msingi ni muhimu zaidi, kwa sababu ndo maisha yako yote utakaishi katika dunia. Tukiachana na elimu hii ya dunia, kama tutaacha kuwasomesha watoto wetu na kusoma, si lazima uajiriwe nilazi, kusoma ni lazima ili uwe na utaalamu uangalie namna gani ya kuendesha maisha yako haya ya dunia. Tukiachana na elimu hiyo ya sekula, tuingie katika elimu ya dini. Tusiposoma elimu ya dini, tutakuwa watumwa watu wengine na ndio leo tunaona arafa ni tatu, lakini katika hizi arafa watu wameshindwa kutofautisha wale wanaposimama. Mimi, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu umeenda katika njia ya hija, na namwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wote mliokapa chini Mwenyezi Mungu awaite katika njia ya hija, katika yale yanayofanyika kule. Haya tunayafanya huku, kule hawafanyi bado tunaefanya hii swala hili ni kwa wale ambao hawajaenda wapi? hawajaenda katika hija. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atondoshe upongo, atondoshe upumbavu wa kuacha wa kusema kuwa tunajua na hali ya kuwa hatujui, tunapotosha umma. Leo tukimuuliza shehe letu amekaa hapa chini, miaka ya zamani watu walikuwa wanaona mwezi vipi? Walikuwa wanasikiliza RTB Radio Tanzania au walikuwa wanasikiliza kwenye simu? Jawabu utapata la watu walikuwa wanaangalia mwandamo wa mwezi. Huu ni mwezi wa nne, ndugu zangu Waislamu, sisi tunaenda tofauti na Saudia, tunaenda tofauti na Saudia. Mwezi wa nne huu, wao wanafuata kalenda, sisi tunafuata maagizo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tufunge kwa kuona mwezi na tufungue kwa kuona mwezi. Ikiwa ni Shaaban 29 mwezi haujaonekana, basi tutimize siku 30. Tunasema mwezi huu ni wanne, wao ni siku 29. Inna lillahi inna lillahi, wale ambao walifungua kabla ya sisi ile siku moja, wanatakiwa wailipe, kwa sababu wale watu wanaangalia mwezi kule Saudia walisema mwezi umepatwa na ni jua limepatwa, kwa hivyo mwezi hauwezi ukaonekana, lakini vyombo vya Saudia vikasema, watu wafanyaje? Watu wafungue kwa mujibu wa kalenda. Inalilahi, sisi hatuongozi na kalenda, tunaongozwa na mwenendo wa Bwana sunna Bwana Mtume Muhammad, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kusema elimu hii ya dini lazima tusome, ni lazima ni lazima, kama vile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia, faradhi kwa mwislamu wa kike na mwislamu wa kiume ni lazima kusoma elimu hii ya dini, lazima. Hatuwezi tukadanganywa, hatuwezi tukawa watumwa wa watu wengine tutakapokuwa tumesoma elimu hii ya dini hatuwezi tukawatuma wengine, tutakapokuwa tumesoma elimu hii ya dini hatuwezi tukawatuma wengine watu wengine wa mataifa mengine. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufungulie ufahamu wa elimu. Katika kule kusoma elimu hii ya dini tutajua mazingira yetu, dini yetu inatuhusia nini. Na ndiyo maana Sheikh amesema akija Sheikh wa wilaya ili anaweza akaendeleza swala hili la fadhila ya kuchinja. Kama tumesoma tunapitisha tu haraka haraka, lakini kama hatujasoma lazima upate kitu kiini, kuanzia mwanzo. Mnyama asiyokuwa na alama, leo tukiangalia kuna alama zile za, za alama watu wanapiga wanyama wasipotee, kuna alama za ulemavu na kuna mnyama kabisa, huyu bado ni kinda, huyu hafai kuliwa. Sasa haya yote lazima tuingie kwenye fiki, tusome ili tuwe tuwepate ueledi zaidi. Lakini kingine nachoosia, ndugu zangu Waislamu, wale waliosali jana, tusiwabezi wala tusiwatukali, ila tusomesheni watoto wetu na sisi wenzi, we, sisi watu wazima tusome ili tusiingie katika hali mbaya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia mkono wa juu ni bora zaidi kuliko mkono wa chini, mkono wa kutoa ni bora zaidi kuliko mkono wa nini wa kupokea. Ikiwa sisi ikiwa sisi tuko watatu tukachangia mnyama wetu kisha tukamnunua alhamdulillah, wakatokea watu wakatoa sadaka, tupokee tusikatae. Mimi mwaka jana nimekataa ng'ombe mia moja kwa nini mekataa? Hazifai kuliwa. Nimemwita bwana afya wilaya, nikamwambia, je hizi, mheshimiwa mtaalamu, wanyama hawa wanafaa? Akasema kutokana na afya zao hizi hazifai. Sasa sisi kama viongozi wenu, hatuko tayari kuona watu wanapata marazi kutokana na wanyama ambao hawafai, na hatuko tayari kuona watu wanakula wanyama ambao hawafai. Kwa hivyo, mimi nahusia pamoja na kuhusia ndugu zangu Waislamu, tusomeni elimu hii ya dini ili tusiwe watumwa wa mataifa mengine. Tutakapokuwa ma, watumwa wa mataifa mengine ndio pale mambo yanazuka ya kuzuka, tunapandikiziwa chuki, tunapandikiziwa itikadi ambaye si katika dini yetu ya Kiislamu. Tumfuateni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukweli wa kumfuata. Jambo la tatu, jambo la nne, hatutaacha kusema kuwa mmomonyoko wa maadili ya Uislamu unaporomoka kula kukicha. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie hekima na busara ziweze kutawala katika majumba yetu. Tumwombe Allah Subhanahu wa Ta'ala wataala tupe stara katika majumba yetu. Tumeshuhudia ndoa nyingi zikivunjika mbele yetu, yote hayo ni kwa sababu ya ya elimu, yaani kile utakapogusa ni elimu ya dini. Ndoa nyingi zimekuwa zikivu, zikivunjika mmomonyoko wa maadili hakuna katika majumba yetu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nahusia pamoja na, na kuhusia tufuateni. Qurani takatifu inatuambia nini? Kuwa ikiwa lengo kuoa ni ili litaskunu, ili tuweze kupata utulivu, basi siwe ni kupata shida, iwe ni kupata raha. Kwa hivyo tumombe, tumwombe Mwenyezi Mungu wake zetu ambao wanataabika, dada zetu, mama zetu ambao wanataabika katika nyumba majumba mbalimbali Mwenyezi Mungu aondoshe hali mbaya katika nyumba zetu. Tumeona kuwa wanawake wengi ndio wamekuwa arijan, ndio wamekuwa simamizi katika nyumba. Sisi wa baba tumekuwa nyuma. Kwa nini? Tumetupa kitabu cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, turejeni katika kitabu cha Mwenyezi Mungu ili tuweze kusimamia majumba zetu, ili tuweze kusimamia familia zetu, kina mama. Watoto wetu wanaharibika kimaadili Mtume Muhammad. Mtume Muhammad. Ametwambia mwanaume anayevaa nguo ya kike amelaaniwa, na mwanamke anayevaa nguo ya kiume amelaaniwa. Leo tukiangalia katika mafamilia yetu, katika mitaa zetu, asilimia tisini ya watoto wa kike wamevaa suruale, inalilahi na ni haramu. Si haramu? E, mgine apiga baibu yake ina mikato huku, lakini amevaa suruali. Huo ni msiba, yale ambaye Mwenyezi Mungu tu yawache, Mwenyezi Mungu aliyotuharamisha, useme inshallah. Eh, kina kinamama, tunaomba mtusaidie e, si viongozi wa dini kuwa unafika katika nyumba mtoto kavaa suruali, baba kavaa suruali, haya mwanaume nani? Mama kavaa suruali, baba kavaa suruali, haya mwanaume nani? Haya yote ni kutupa nini elimu ya dini hii ya kwetu ya Uislamu, kwa hivyo tufuate mwenendo wa bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na wala tusije tukaingia katika vurugu baya, lakini la mwisho kutokana na muda, la mwisho kutokana na muda, siku ya kuchinja kama hata kama ni watu wangapi wamejiandaa, lakini si tunaheshimu tunafanyaje tunaheshimu kuwa watu wametoka majumbani hawajafungua mpaka watakamaliza kuswali, ndio wafanyaje watie kitu kinywani. La mwisho ndugu zangu Waislamu, tusimshirikishe Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Leo tunazungumzia mazingira ya mji wetu huu wa Namanga, kila kona ukipita utakuta bango la mganga, inalilahi, na wengi wanaokwenda pale ni sisi Longido, mheshimiwa mkuu wa wilaya Longido, hamna waganga nenda shee labda wa Kimasai, lakini hakuna mganga wa Kiswahili pale Longido. Kwa nini hakuna? hela inalilahi. Lakini ukija katika mji wa Namanga, kila kona waganga wako, na hao wanaekwenda kwa waganga ni wakina nani? jawabu napata ni sisi, sisi wananchi wa Namanga, inalilahi kama mganga anatoa dawa hamshirikishi Mwenyezi Mungu, atizami Ramli, hakuna shida. Lakini ukienda wa Masai kula leta ngidong, lazima upigie ngidong, lazima uhesabie mawe, lazima utizamie nyota, ile ni haram katika Uislamu. Kwa hivyo katika mji wa Namanga waganga ni wengi, basi muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, waganga hao wao ni tiba asilia we wa kuponyesha, si wa kupotosha. Na hususa katika uchaguzi huu watu wengi sana watadanganyika sijui kama tunaelewana. Sasa katika uchaguzi huu watu wengi sana watadanganyika. Tumwombe Mwenyezi Mungu atukinge na majanga kama hayo ya kuingia katika ushirikina. Tumwombe Mwenyezi Mungu atupee heri na nafana katika maisha yetu. Lakini la mwisho ambalo hili la serikali hili la serikali, na hatutaacha kuzungumzia katika mimbari zetu, kuwa yote ni elimu. Tunaambiwa kuwa ah, mirumbi ni makuru. Mirungi Mola tote kimya, mirungi wanasema ni makuruu shamba inalilahi Rasulullah anatuambia kila kinachokuzuru kila kinachokuzuru ni haramu kukitumia. Sijui tunaelewana. Serikali yetu imekaa, wataalamu wetu wamekaa, wakaangalia. Wewe ongea utakavyoongea usinisikilize, lakini si lazima tutoe ujumbe, si lazima tutoe ujumbe. Serikali imekaa, wataalamu wa afya wakaona zaidi ya madhara ishirini na moja ndani ya mwili wa binadamu yanapatikana kupitia nini? Mi, mirungi. Kwa hiyo serikali yetu, wataalamu wakapeleka pendekezo serikalini, kupeleka pendekezo serikalini, ni haramu. Serikali ikasema ni haramu. Ukishikwa unasafirisha, miaka thelathini ukishikwa unakula ima ni miaka mitano ni wewe mwenyewe utajua na hali yako lakini ndugu zangu waislamu ni mirungi kwa hiyo serikali yetu wataalamu kapeleka pendekezo serikalini kupeleka pendekezo serikalini ni haramu serikali ikasema ni haramu ukishikwa unasafirisha miaka 30 ukishikwa unakula ima ni miaka mitano ni wewe mwenyewe utajua na hali yako lakini ndugu zangu wa Islam Haya yote ni kwa sababu ya kuitupa nini? Elimu ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukizungumzia sigara, wakuta sigara wanaweza wakanipiga huko barabarani, lakini sigara kihalisia ni haramu. Sigara kihalisia ni haramu. Eh, kila kinachokuzuru ni kibaya. we ngoma iko kwa isa samani atoe mfano. Watu wameacha, lakini afya zao zinapendeza, alhamdulillah. Yeah. <laughs> Lakini mtu anafanyaje, anaangoma katika nini, katika kifua chake, kwa hiyo kile mtume alichokataza usikifanye. Madawa mengine ya kulevya hatutaki kusema, lakini upendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani ya afya zetu, lazima tuangalie afya zetu kwanza. Tumwombe Mwenyezi Mungu azidishe afya zetu ziwe salama Amen. Na vijana wetu waache kutumia mokokaa, maana ndio hiyo hiyo sampuli, lakini kingine ambacho serikali inatuhusia ni spidi inna lilahi <coughs> e, ni spidi ya toyo tumeambiwa, spidi ya, ya pikipiki ni mwisho wa hamsini. Lakini tukiangalia katika mazingira yetu haya, hivi kijana wa Kiislamu hatu, hatuheshimu taratibu za nchi yetu, hatuheshimu mili yetu na afya zetu, mtu anatembea spidi mia sehemu watoto wako, haifai, huo si utaratibu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutasema nazungumzia huu ni utaratibu wa serikali spidi hamsini. Kwa hivyo katika mambo ambayo yana haribu ya afya zetu lazima tujiepushe nayo. Lakini la mwisho, vijana wetu wale ambao wanavuta bangi chooni, tujitahidi sana kuepukana na watu wa sampul zile, marafiki wa sampul zile choni, kwa sababu mtu anaingia chooni anavuta bangi anatengeneza nini, anaingia korongoni anavuta bangi. Ingekuwa kitu ni kizuri Je, yeah, angeenda sehemu ya maficho. Tumombeni Mwenyezi Mungu kwa haya machache ambaye tume- tumeyasema katika hotuba tume yetu ya leo. Mwenyezi Mungu atukubali. Tumombe Allah subhanahu wa taala tuepushe na majanga mbalimbali. Tumwombe Allah subhanahu wa taala aipe nchi yetu tulivu na amani tulio nayo. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atuondoshee mabalaa katika taifa letu hili la Tanzania. Tumwombe Allah subhanahu wa taala atupe hekima na busara katika familia zetu.